Ulipofikia unahisi mumeo hawezi tena kwenda kule ulipotoka. Nothing, hawezi. Anafuata nini kwanza? Majamii nini? Eh, ngojeni mwone. Kisaili laini ama kisa nini? Manyanya anaenda kufurahi sasa hivi. Yeah. Kwa hiyo maamuzi aliyofanya mwanzo Manyanya alikuwa sahihi kwa kubadilisha wewe. Hapana. Ile uh, amesaidia kwa kubadilisha. Amesaidia lakini sio mzuri eh. Tutakuja kuona mbele matokeo ya alichokifanya kwenye dunia. Tuzungumze kwa sauti ndogo kidogo. Wewe unavyohisi matida kuna chochote ambacho amekuzidi? kutoa ile roho yako kujalijali pesa labda sijui no comment. uko kwenye mahusiano sasa hivi? Mimi? Ya, yeah, niko kwenye mahusiano. Na Manyanya. Anu ni mwanaume mm, mwingine ni mwanaume mwingine? Ni kweli nilipost juzi watu wengi wanasema kwamba Manyanya na kwa na mume kweli? Hebu watoe wasiwasi, hapana jamani, mimi na ya kifuani juzi ile ile kidogo kwa hisia. Ni si ni tu tunajaribu kubeba. Msivifanye fanye vitu vikaa vikubwa jamani, amna yani, hmm. Ni si ni tu tunajaribu tu kubeba uhalisia, lakini mimi ni mama wa mtoto mmoja na ni mke wa mtu Ongera kwa kazi nzuri ambao umekuwa mkifanya kila kukicha, asante sana. unaisi imeendeleo kiasi gani kutoka kule mlipotoka mpaka leo mmeingia sehemu ambapo bila shaka kuna watu wengi ambao wanawafuatilia. I say, tumepiga hatua kiukweli. Mungu ni mkubwa jamani. Kama ilikuwa ni wakati, basi ulikuwa ni wakati sahihi. Hata sisi tulipopata simu ya kidogo ili tushtua, by the way, yani hatukutegemea, kwa sababu ni media kubwa ina e, um, e, sawa. Hmm. Ni media kubwa ina watazamaji wengi ina, watu wengi sana wanaifuatilia. Hata sisi pia tulikuwa tunaifuatilia kwa tulikuwa tunaifuatilia kwa hiyo tumefurahi sana ninyi yeah. Ndio mlipigiwa simu na Klaus ama Klaus amewapigia simu simu au ninyi no? Wao ndo walimtafuta manager wetu hmm. yeah. Paka sasa eh, tamthilia tunaona imefika, simu kama 50 watu wanalalamika kwamba ni mwisho eh, kila tunapoangalia tunaona kwamba kama visa vile vimefikia mwishoni mwishoni, mnawaambiaje mashabiki zenu? Mwisho? No, dunia ni ndefu mno. Yani ni ndio kwanza tuko season ya kwanza, kuna season ya pili pia, I think itafika hadi mwakani. yeah. kitu ambacho mejifunza pale kikubwa sana jamani, <laughs> niacheni tu <laughs> <laughs> Nimejifunza vitu vingi, kuna baadhi ya vitu vingi nilikuwa sivijui, kama kukea mwanaume ku handle the way, kumbe itafika stage mwanaume ukiona akuelewi anakuacha na kukimbia. Situation ni ngumu maze. Ni ambavyo ulikuwa unalalamika na mm, mahusiano <laughs> yako kwa maana kwamba mumeo Manyanya, kuna namna fulani ambayo ilikuwa inatoka moyoni, ulishapitia kwenye maisha yako kwe ya kawaida ama nini uhusika tulipewa kwenye tamthilia? No, sijai kupitia situation kama hiyo lakini mimi huwa nikibeba, nikipewa character huwa naivaa hata nikiwa nacheza ilikuwa inaniuma kweli, nikawa nawakilisha vizuri at least, hata mtu ambaye anaenda kutazama na yeye hajifunze, nisafiri naye. by the way ni nisafiri na watu wengi sana yeah. Mama amerudi nyumbani. Mungu ni mwema jamani, nimesali sana, kama mlikuwa mnaona. Ninajisajili laini mpya mm -hmm. Yaani hiyo siku sijui nilienjoy kwa kweli. Asanteni sana jamani. Kwenye uhalisia sasa, kwenye hiyo moment kama uh, ingekuwa uh, ni, uh, ni umekutana naye kweli uh, ungefanya ulichokifanya kwenye, kwenye movie? Yeah. ungefanya hivyo. Waita wazazi? mm. Kabisa, mimi mm. ni mtu wa hivyo kwamba kuecha kuwaita kuwa wazazi mm. wanamuomba, namwomba Mungu sana iombe mm. familia yangu, namwombia ya mume wangu mm. kwa hiyo vitu nilivyofanya hata kwenye maisha yangu ningefanya hivyo, ningefanya hivyo. Kuna watu wako kwenye ndoa na wanapitia yale, mi napitia comment sana mm. uh, unawashauri wafanye kile ambacho wewe umekifanya ili kuwarudisha wapenzi wao, kuwa kama manyanya yalivyokuwa kwao? yeah, mi nahisi ni njia nzuri na sahihi sana mm. yani u, akiondoka, sali sana muombe Mungu, tafuta ushauri. Si unaona final say alikuwa ni babake na mama yake mm. wakaweza kulimaliza hili. Kwa hiyo mm. mi nahisi ni vizuri, kama kuna migogoro mkawashauri wazazi, ukasali sana Yeah. Ila kwa wale wanaokimbilia marafiki kwa, kwa sababu wengi akikorofishana mume wake anaenda kwa mashoga zake kuambia, unahisi wanafanya uamuzi ambao sio sahihi, sio vizuri, na ukiangalia kwenye dunia pia inaonyesha baadhi ya marafiki. Mfano mm. mzuri kafe kasi hakuwa rafiki mzuri, kwa hiyo hata ukienda kumwomba ushauri is for nothing. Yes, hakuna kichochote cha kuchoambia kabisa. Kwako wewe, mtaani wamepokeaje? Yani mabadiliko gani umefanya? Series nyingi tunajua, lakini hiyo tofauti na zile nyingine ikoje? Sijui kwa nini imepokelewa tofauti mm. Yeah, si, yelewa ni kutokana na tumegusa jamii zaidi mm, sijui mm, sijajua. Ila pia inawezekana ni wakati wa Mungu au ndoa zinasumbua wa watu Sabu eh? Tanzania <laughs> <laughs> <laughs> na, na changamoto ndoa ndio changamoto kubwa, ndio maana imekuwa hivi yeah, yeah, mm, pia nimeona kama ukifuatilia uki, sasa hivi hata kwenye situation ambayo tumefikia michepuko iko juu, akiwa kwa juu sio naelewa, ila kuna watu hawajapenda kabisa Matilda kufanywa wengi sana. Kwa sababu unahisi kwa nini watu hawajapenda Matilda? Kwa namkea sana Manyanya, yeah by the way, alikuwa anamkea mm, lakini tujifunze pia, cha mtu cha mtu cha mtu mavi kiona kitemee mate. Kwa hiyo mume wa mtu ni wa mtu tu mm, still atazunguka atarudi kwa mkewe ah, lakini kwa mwe kwenda akimoa mke wa pili au unalia asante sana. Ngoja kwanza nikuulize. Unahisi mwanzo ilikuwa ni nini wewe kumfanyia Manyanya vile? Uh, kama umefuatilia Dunia mm. ni ule ubizi wa kazi sasa hivi mm. wamama sijui 50, 50, 50 metaribu sana unajikuta, mm. tuko bizi na kazi muda wote mm. sijui tunafanya hiki tunafanya kitu, tunasahau majukumu yetu kama wake mm. ya hiyo pia imechangia mpaka mimi Manyanya ujeuli mm. unamwigneo mtu yeah. Jamani. Yes, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> no, <laughs> by, by the way kitu ambacho umekigiza kimekuwa kimetokea ni sana yani, alafu dunia tumefanya vitu vile vya tofauti sana. Unajua tulifikia stage bongo movie, mtu anajua hapa inaenda hivi inaelekea hivi itaisha hivi, ataenda kwa mganga atafanya. No, umeonyesha watu kwamba solution sio mganga, ni Mungu anaweza akafanya. Kwa hiyo sijui kama nimekujibu vizuri, mrudie swali lako maybe, nimesahau. Ndio hivyo. kwa nini hujawaza labda kutumia njia tofauti kuweza kumrudisha mume wako? sikuwaza kwa sababu nilihisi yaani, niliona by the way njia nzuri ya kumfanya mume wangu arudi nyumbani ni Mungu tofauti na hapo, labda ni wazazi. Si unaona the end of the day im, imesaidia yeye kurudi nyumbani, maana walikuja madada ikawa nothing wakaja sijui yeah. Mimi mwenyewe nimejitahidi sana, haikufanikiwa. Kwa hiyo Mungu pia alifanya hiyo kitu. Uliwezaje kuweza kuwashirikisha dada zako, ili hali wao wenyewe ndo wazao zinawashinda? To hivyo sasa, unakuta familia zetu mara nyingi watu ambao wanatatua matatizo yetu ndo wao wanapitia hizo changamoto. Kwa hiyo mtu kwa experience yake anakufundisha kitu chake, inawezekana ikawa sio kizuri au kikawa kizuri hivyo, yani, hey, <laughs> <laughs> <laughs> no, kwa kwa hiyo sijui ni semeje hapo. ulipofikia unahisi mumeo hawezi tena kwenda kule alipotoka? Hawezi, anafuata nini kwanza? ngojeni muone kisahili. Kwa nini? Manyanya anaenda kufurahi sasa hivi. Yeah. Kwa maamuzi aliyofanya mwanzo, Manyanya alikuwa sahihi kwa kubadilisha wewe? Hapana. Mm. E, ile amesaidia kwa kubadilisha uh, amesaidia lakini ha, sio mzuri. Yeah. Tutakuja kuona mbele matokeo ya alichokifanya kwenye dunia. Uh, dunia. Tuzungumze kwa sauti ndogo kidogo. Wewe we unavyohisi, Matida, kuna chochote ambacho amekuzidi? Kutoa ile roho yako kujalijali pesa labda? Sijui. No comment. Kwenye uko kwenye mahusiano sasa hivi? Mimi, eh, eh, niko kwenye mahusiano, ni mwanaume mwingine. Ni kweli niliposti juzi, watu wengi wanasema kwamba Manyanya wenda kwa na mume ukweli, hebu watu wasiwasi. Hapana, jamani, mimi na familia yangu, ni si ni tu tunajaribu kubeba, msivifanye fanye vitu vikaa vikubwa jamani, hmm. Hamna yani ni si ni tu tunajaribu tu kubeba uarisia hmm, lakini mimi ni mama wa mtoto mmoja na ni mke wa mtu Umeolewa kabisa mm -hmm. Kwa wale ambao mlikuwa mjui huyu ni mke wa mtu jamani, yeah, mm. E, lakini mme wako anapokeaje? Uzuri, ni mwelewa mno mm. Anajua ni kazi mm. yeah. Bila kuolewa unahisi manyanya no tushuli alivoalivo vile romantiki jamani, asanteni no, nashukuru <laughs>